Mm -hmm. Twende tukanunua sikuma, unaona kumekuwa usiku, walai, yeah, okay. Ana, oye, ya, na huku hii mtaa kukuangi sawa sana usiku na vile vibanda zikofaa, unajua mimi vile na kupendanga uh -huh. yes. Sa ingine na unanga ukinilengalenga sijui ni aje walai. Sasa na kulengaji? na tuko na wewe shwari, tuko na wewe ndio. Lakini hey, manze, ime take long wewe kunikubali, hadi ufikia pa kuanza kukanisha na wewe. sijui una right, wewe unakuanga unapangaje? tuko na wewe, unajua ujamaa poa sana bro, poa, nakujua Eh, na kujua ni uh-huh, kama tumepatana. Unaitwa? Naitwa Masi. Masi. Na naenda oh, kukuambia wapi nimekuona. Huyo ni? Huyo ni yani, unasikiza huyo jamaa wallahi, na tumepatana naye pale hadi tumeona, yeah, uh-huh. Yaani unasikiza huyu jamaa ati ati I don't deserve you. Walai kwenda umbo, walai hadi ukaangi vizuri, ukaangi vizuri, jiangalie. Sa so, so, so, so, ude manakaa lain hadi wewe a uude manakalain, unaenda kufanya nini na yeye? Hadi nimekupea yeye bure. Acha nenda nikanunue sukuma zangu, hata sikuwa na pesa ya kununulia watu wawili sukuma kwa ndani huko.